Video hii nitaelezea kuhusu masoko ya forex, na ukishafahamu masoko ya forex utajua ni muda upi ambao ni sahihi wa kuweza kufanya forex. Masoko ya forex yapo manne, kuna London New York Tokyo pamoja na Sydney. Sydney alipo katika nchi ya Australia, London ni Uingereza, New York Marekani, na Tokyo ni Japani. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuweza kufahamu hayo masoko ya forex ili uweze kujua Uh, ni muda upi ambao ni sahihi wa kuweza kufanya forex. Pia haya masoko ya forex huwa yanakuwa yanaingiliana, kwa hiyo kama soko la Tokyo likiingiliana na Sydney, je, kuna fursa gani ambayo inakuwa inapatikana pale? Vile vile vilevile kama New York, New York session ikiingiliana na London session, kuna kuwa uh, na fursa ipi? Kwa hiyo kuweza kuangalia hii video utajua ni muda upi ambao ni sahihi wa kuweza kufanya uh, forex trading. Tuangalie soko la kwanza ambao ni London au kwa lugha London session. Hii London session uh, inaanza saa nne kamili na kuweza kuisha saa moja, uh, saa moja usiku kwa masaa ya Tanzania. Mimi nitaelezea kwa masaa ya Tanzania lakini, kama uh, upo Uganda upo Burundi au uh, upo Kongo au uh, upo nchi nyingine, kuna kalkuleta nitaionyesha mwishoni jinsi ya kuweza kukalkuleti haya masaa kwenda kwa uh, masaa husika ya nchi yako. Kwa hiyo tukiangalia hii soko la London ambao lipo katika uh, nchi ya Uingereza, tunajua London ni mji mkuu wa Uingereza. Kwa hiyo London kuna soko la forex. Kwa hiyo katika ili soko la forex kwa masaa Tanzania ambao nimerahisisha, huwa linafunguliwa saa nne kamili asubuhi. Kwa hiyo kuanzia saa nne kamili asubuhi mpaka saa moja usiku huwa kuna kuko na soko la London. Kwa hiyo kama una trade forex ujue una trade kwa soko la London, japokuwa ikifika muda wa saa tisa kuna kuko na session nyingine ambayo inaanza, hiyo ni session ya New York, kuanzia saa tisa alasiri uh, inaenda mpaka saa sita hivyo usiku. Kwa hiyo katika London session inapokuwa inaendelea unakuwa na umwingiliano wa New York session. Haya mambo nitaongelea katika video nyingine, lakini hapa nataka nikuonyeshe tu fursa ambayo inapatikana katika London session. Katika hii London session, uh, kama wewe ni day trader, maana wewe umechagua kutrade forex kama ni day trader unaweza ukawa uka na trade katika hii London session, ambayo ni, London, ni session ambayo uh, inakuwa na high liquidity. Uh, liquidity katika forex trading ni ile hali ya ile pair ambayo na trade ina maana inakuwa ina respond kwa haraka sana kama ni uptrend au downtrend. Kwa hiyo, katika hii London session ni nzuri sana kama wewe uh, ni day trader kwa sababu day trader wengi wao wana trade kwa kuweza kufanya scalping kwa sababu muda unakuwa ni mchache na hauwezi ukastake sana kwenye market. Kwa hiyo unaweza ukachukua hii London session kama upo Tanzania kuanzia saa nne mpaka saa moja uh, usiku. Uh, faida za kutrade katika London session kunakuwa na high liquidity. Liquidity kama nilivyokwisha kusema hapo awali, kama ukiangalia katika hii chati uh, ni muda ambao nilikuwa narekodi hii video ilikuwa ni uh, saa nne ni kuanzia saa nne Ukiangalia speed of change ya hii currency inakuwa ni kubwa sana, tofauti na uh, kwa masoko mengine uh, kwa mfano kama mfano kama Sydney, umeona hapo kuna downtrend inaenda kwa haraka sana. Kwa hiyo so, kama wewe ni scalper unaweza ukawa una scalp na ukazikusanya hizo faida ndogo ndogondogo then uka make some profit. Okay kwa hiyo kwa hii liquidity kama wewe ni scalper inaweza ikakusaidia sana kwa hiyo chagua hii London session hii London session ni nzuri sana kwa day trader. lakini kama upo nchi nyingine na maana lazima kunakuwa kuna tofauti wa masaa kama sisi kwetu London session inaanza kuanzia muda wa saa nne asubuhi kwa kama upo nchi nyingine hii London session inaweza ikaanza kwa muda wa muda mwingine, kutokana na ukikalkuleti masaa ya nchi yako. Tuangalie session nyingine, ni New York session. Uh, New York ni mji ambao upo Marekani. Kwa hiyo kwa masaa ya Tanzania, hii session itaanza saa tisa kamili alasiri na kuisha saa sita kamili usiku. Kwa ikifika saa tisa tu kunakuwa na hii session nyingine ambayo inakuwa inaanza ya New York Session, na hii New York Session inaingiliana na London Session kama alivyo sema London Session inaanza muda wa saa nne kamili na kuweza kuisha saa moja usiku. Kwa hiyo kwa hiyo uh, London Session inapokuwa inaendelea itakutana na New York Session kwa muda ule wa saa tisa. Kwa hiyo kuna fursa pale ambapo uh, London Session inakutana na New York session, kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo advantage uh, tuangalia advantage ambayo inapatikana katika New York Session. uh, kunakuwa na high volatility at first 15 minutes, katika ule muda wa dakika kumi na tano za mwanzo kunakuwa na liquidity kubwa sana, wasema liquidity uh, au volatility katika ule muda ambapo hii uh, New York Session ina ina, inaanza Kumbuka, New session inapoanza inakutana na, na lile soko la London session. Kwa ndani ya dakika 45 ambapo London session inakutana na New York session kunakuwa na volatility kubwa. Ile speed of change ya currency inakuwa ni kubwa sana, lakini hii huwa inatokea kwa pair za major pair kama pamoja o unaweza katika advantage kutedi hizo pair kwa huo muda kutokana na stage ambayo unaitumia. tukiangalia, tukiangalia session nyingine ni Tokyo session. Tokyo ni mji ambao upo Japani, kwa hiyo ikifika saa tisa kamili usiku hii uh, Tokyo session inaanza ambapo itaisha saa sita kamili mchana. Tokyo session huanza muda wa saa tisa kamili na kuisha muda wa saa sita mchana. Advantage ambayo inapatikana katika hii Tokyo session, kunakuwa kuna low liquidity, na maana ile speed ya, ya mabadiliko kategelezea pia zako, aidha upward au downward inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo kama wewe ni trader, unaweza ukachukua hii advantage ya kuweza kutredi support and resistance katika hii Tokyo session. Liquidity kwa sababu inakuwa ni ndogo sana, ile speed of change ya trade, kama kwa support and resistance kuanzia saa tisa kamili usiku na kuweza kuacha kuna seshen zingine ambazo zinakuwa zipo kwamfano, kama Sydney ambayo inaanza saa sita usiku na kuweza kuisha saa tatu asubuhi. Kwa hiyo wewe unaweza ukachukua advantage ya kutredi hii Tokyo seshen tu kwa muda ambapo unajua huu muda, uh, Tokyo seshen inakuwa ipo yenyewe kama yenyewe tu, ila tukiangalia kwa muda wa saa tisa uh, usiku muda ambao of course ni mbaya kwa masaa Tanzania, lakini kama ni trader, kama trader ambayo unahitaji kuweza kufika mbali unaweza kutumia hiyo advantage, ukaamka hiyo saa tisa, ukaweka alarm zeni, ukaanza kufanya setup yako, ikifika labda, let's say, labda saa kumi na moja, na ukaweza kupresi trade yako, kwa sababu advantage ya kuweza kutrade katika hii Tokyo session, uh, unaweza uka trading kwa support and resistance na hii support and resistance uh, ni technique ambayo ni nzuri sana katika trading. Kwa hiyo unaweza ukawa labda una trade forex kwa kutumia hii uh, support and resistance technique, lakini inakuwa haikupi matokeo ambayo wewe unahitaji. Uh, labda ni kwa sababu una trade katika muda ambao sio sahihi wa kuweza kutrade hii support and resistance. Kwa hiyo unaweza ukaa Uh, chukua hii advantage ya kuweza ku trade hii support and resistance katika Tokyo session kwa sababu liquidity inakuwa ni ndogo kama tunavyojua kama uh, pair fly iko na liquidity kubwa inaweza ikakuta ile stop loss mapema na ikakunock out. Kwa hiyo unaweza kujikuta badala ya ku make profit wewe una make losses. Kwa hiyo unaweza ukachukua hii advantage ya kuweza ku trade katika Tokyo session kwa sababu kunakuwa kuna low liquidity pamoja na volatility, pia unaweza ukatredi kwa support and resistance na kuweza kupata matokeo zaidi. Tukiangalia support and resistance kama unavyoona hapo katika hii chati, support ni line ambayo inakuwa chini na resistance inakuwa juu. Kwa hiyo kwa huo muda wa saa tisa mwanzo wa trade hiyo. Tuangalie soko lingine ambapo ni Sydney session. Sydney session hii ni session ambayo inaanza saa sita na dakika moja na kuweza kuisha saa tatu asubuhi. Ina maana hii inaanza saa sita dakika moja usiku na inaisha saa tatu asubuhi. Hii Sydney session, ungewa sema as the first to open after weekend. Baada ya weekend, weekend kuisha ndo inaanza hii Sydney session. Kama tunavyojua siku inaanza saa sita dakika moja. Kwa hiyo, kwa kipindi cha weekend kama jumamosi pamoja Jumapili, forex trading inakuwa haipo, soko inakuwa limefungwa, sababu ni weekend. Kwa hiyo, soko ambao utak utak utakalokutana nalo la kwanza linakuwa ni Sydney session ambayo inaanza saa sita dakika moja na kuweza kuisha saa tatu asubuhi advantage ambayo inapatikana katika hii Sydney session, kunakuwa kuna low volatility uh, ambayo inatengeneza mazingira ya kuweza kutumia zile technical analysis katika ufanisi ambao ni mkubwa. Kwa hiyo, pia katika hii Sydney session zile technical analysis zinafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo kama wewe ni trader, unahitaji uweze kufika mbali, pia unaweza kutumia hii advantage ya kuweza kutrade katika Sydney session ambayo inaku, inakuwa ni session ya kwanza kabisa kwanza. Ah uh, Sydney session ni session ambayo inapatikana katika nchi ya Australia. Kwa hiyo unaweza uka take advantage ya kutumia uh, zile technical analysis zingine kama demand and supply pamoja support and resistance na kuweza ku make some profit kupitia hiyo market. Sasa hapa sasahapa ni nimekwekea kalkuleta. Hii kalkuleta ina kalkuleti masoko yote. Kama uh, we upo nchi nyingine, upo Uganda, uh, upo labda Kongo, upo Rwanda, upo Burundi, upo Msumbiji au uh, upo nchi nyingine yoyote, upo Misri, upo Misri labda, uh, upo Ethiopia unaweza kutumia hii kalkuleta. Mimi nimekalkuleti moja kwa moja kwa masaa Tanzania UTC nimetoa katika GMT. Unaweza kutumia hii calculator ambayo inapatikana katika website ya babypips.com ukakalkulate masaa ya nchi yako. Kama ulivyoona hapo, kuna masoko, kuna New Sydney, kuna Tokyo, kuna London, kuna New York, afu kuna kamshale. Kamshale haka kwa upande wa juu kuna saa. Kwa hiyo kuna haka kwa, ka kwa upande wa juu kwenye saa ndipo ambapo utakapo soma haya masaa yako. Kwa hiyo una, una, una usogeza huu mshale katika sehemu ambapo unataka kuweza kusoma soko linaanza soko lilipo kwa huo muda, lakini ukisoma hapo juu itasoma local time. Kwa kama nimeweka hapo inaonyesha ni point London session ambapo hii London session inaanza kamili saa 4 kamili kwa masaa Tanzania. Kwa hiyo unaweza ukaipeleka hii hii halo katika soko ambalo unataka kuliangalia, je, yeah, ili soko linaanza saa ngapi, na uka note kwenye notebook yako, then uka take advantage kama ninavyokwambia. Uh, kwa masoko yaliyokuja kupita kama Tokyo uh, unaweza uka trade kwa support and resistance pamoja na Sydney, technical analysis zinafanya kazi vizuri sana kwa hiyo unaweza uka take advantage hiyo ya kuweza kutredi kwa huo muda. Forex trading inaonekana kama ni professional ambao ni ngumu sana lakini, kama tu utazingatia vitu vya muhimu kama mi mimi ninavyokuonyesha katika hizi video. Kwa hiyo nachukua muda wako kuweza kukaa chini na kuweza ku practice na kuweza ku analyze, lazima ujue ni muda upi ambao ni sahihi wa kuweza kufanya trading na tekniki ipi ambayo itafanya kazi. Kama teknik haifanyi kazi katika muda ambao muda ambao una trade wewe, sio muda sahihi. Okay, unaweza kupiti kupitia namba yangu hii pia, unaweza ukanipigia simu kupitia namba yangu hii kama utahitaji uh, mafunzo unaweza kanicheki kwa sababu skills ndizo ambazo zinahitajika kwa professional yote. Hapa trading ni professional. trading ni career Kwa hiyo lazima uwe na skills ili uweze kufanikiwa na uweze kutengeneza profit zaidi. Wekeza muda wako katika kujifunza, usikimbie tu kuweza kudeposit au uh, kuweza labda kutaka tu ku withdraw kwa hiyo wekeza mda wako katika kujifunza. Unaweza kanicheki mawasiliano yangu, mawasiliano yangu ni hayo hapo, kisha tukajua tunasaidianaje. Lakini nina habari njema, nimeanza kutoa signal kwa forex pamoja na gold. Nimegawa package za aina mbili, ambapo kila mtu anaweza kila mtu anaweza kazimudu hizi package. Package ya kwanza nimeita uh, basic package. Hii gharama yake ni elfu kumi kwa mwezi. Lakini sio kila siku nitakuwa natoa hii signal. Ukilipia hii basic package, sio kila siku nitakuwa natoa signal, na maanisha uh, nitatoa signal uh, nikitoa leo, kesho story, kesho kutwa uh, nitatoa kesho kutwa story. Kwa hiyo nitakuwa na luka siku moja moja kwa hii basic package lakini pia kama utalipia VIP package signal hii ni shilingi elfu 30 kwa mwezi, hii kila siku nitakuwa natoa signal, lakini pia nitakuwa nakutumia na kutumia na setup. Inamaanisha setup uh, nitakuwa na kuonyesha, nitakuonyesha katika screenshot nimetumia strategy ipi ili kuweza kuipata hiyo signal. Karibu sana JtraderFx.